Sasa anapofika kusema mimi si mgonjwa tayari, ndo ugonjwa wenyewe. unadhani wimbi la hawa watu wenye hii changamoto ni kubwa kwa kiasi gani? changamoto ya afya akili inazidi kuongezeka, watu hawana utayari wa ku, uh, kupata huduma yes. Bado unyanyapaa ni mkubwa. Madam, nikikurudisha nyuma, umezungumzia swala la hasira mm. Mtu anaambiwa kitu ana ana hamaki mm lakini ukiangalia kwenye maisha ya kawaida ha, hizo hali zipo. Binadamu ni kawaida, lakini tunaangalia ni kwa kiasi gani ni, ni kwa namna gani changamoto za maisha ikiwemo ukosefu wa ajira na migogoro katika familia inachangia katika kuleta tatizo hili la afya ya akili. Mmoja mojawapo ya changamoto ambayo inachangia uh, kuongeza ukubwa wa, wa, wa matatizo ya afya ya akili Mtu akikosa amani moyoni, hana amani muda mwingi, anajifungia ndani, tunaweza tukamweka katika kundi gani? tuna vile vipengele vitatu yes. tumesema kufikiri, kihisia see, na kijamii hmm. Sasa huyu anakuwa ana, ana kwenye hicho kipengele ya kihisia.